Tuna namna zetu sisi za kufanya vitu. Mwanaume huwa hajihurumii, tuseme amina. Mwanaume jambo la kwanza, huwa hajihurumii, hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, mwanaume huwa haogopi kuteseka. Mwanaume huwa haogopi kuumia. Mwanaume anafanyaga mambo yake bila kujali nini kitatokea hata ikitokea kelele tu tukenje, mwanaume umeshashuka kitandani, yuko mlangoni, hajui hiyo kelele ni ya nini, ni ya majambazi, wana bunduki, wana nini? Yani mwanaume waga hajari nini kiko mbele yake, yuko tayari kukabiliana nacho. Mwanaume ni tabia ya namna mtu anafanya mambo. Hebu sema habiri alifanya kiume, mm, akafanya vile inavyotakiwa kutoa wanyama wa kwanza sio kitu cha lelemama, kinahitaji wanaume. Kutoa sehemu zilizonona sio kitu cha lelemama, kinahitaji wanaume kiroho. Semeni amina. Kutoa sehemu zilizonona kunahitaji wanaume kiroho. Kutoa wanyama wa kwanza kunahitaji wanaume nini? Kiroho. Maana kuna wanaume wa kimwili, mimi nazungumza sasa, huo ni wanaume wa kiroho, ambao hata mwanamke aweza kuwa nao na akafanya vitu kiume, wakati ni mwanamke. Mseme amina. Akatoa wanyama wa kwanza na sehemu zilizonona za wanyama. Hii inahitaji roho ya wanaume ndani ya nani? Ndani ya muumini kwa jinsia ya kiume inaaminiwa na Mungu. Ndio maana imeandikwa kwenye Biblia kwamba mambo ya Mungu fanyeni kiume. Sasa wanaume lazima tuishi maisha ya kuthibitisha hicho ambacho Mungu amekisema, tuseme amina. Habili akathibitisha hiyo, akachukua sehemu ya wanyama wa kwanza na sehemu zilizonona, ndo anamtolea nani? To, anamtolea Bwana. Hiyo inahitaji wanaume. Ibrahimu baba wa imani ni baba mwenzetu ameishi miaka mia moja, hajapata katoto. Mke wake ni miaka tisini, anakuja kupata mtoto wa muujiza anaitwa Isaka uzeeni. Mwanzo ishirini na mbili Mungu anamtokea nasema, nipe mwanao wa pekee Isaka umpendai ukamtoe sadaka kwenye mlima mmoja wapo nitakao kuonyesha pale. Mwanaume ilibidi afanye kiume, na ujue hakumwambia hata mke wake, maana mambo mengine ili uyafanye kiume, uhitaji kumshirikisha mtu. Ibrahimu akafanya kiume, kamchukua Isaka, asimshirikishe hata mke wake, anaambia tunaenda safari ya siku tatu, tutawarudieni tena. Ibrahimu alivaa roho ya wanaume kulitekeleza lile jambo, na Mungu akasema sasa, ninajua umefanya kiume, ndio ninajua unamcha Mungu, na na na wala mesikuwa na shida mtoto na mtoto wako mwache, yuko anakupima tu, kwa hilo mtoto wako anabaki nakapewa na kondoo para kamchinja. Tuseme amina jamani, tuseme amina. Angemshirikisha sara kabibi kale, mimi nakwambia hapa ingekuwa padogo. Na mambo mengine tutashindwa kumfanyia Mungu mambo ya kimungu kama Mungu anavyotaka kiume, kwa sababu unashirikisha watu au unashirikisha mwili wako. Mwili wangu nataka nifanye hivi, sasa mwili unasemaje? Wewe unataka kuniua Mseme amina, jamani, mseme amina. Unataka kufanya kitu fulani cha kimungu, utawashirikisha watu, anambia wewe undakufanya nini? Lakini ukifanya vitu kiume kwa Bwana, Bwana atakuriwadi tu, Bwana atakutuza, Bwana atakukumbuka. Mungu akamkumbuka Ibrahimu na anaitwa baba wa imani mpaka kesho.